Tushirikishane, tone la upendo. Tushirikishane, tone la upendo. Tushirikishane, tone la upendo. Tushirikishane, tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya tatu ya majilio ya mwaka huu wa Kanisa. Jumapili ya leo ni Jumapili ya furaha, kwa Kilatini huitwa Gaudete. Hivyo tunaalikwa kufurahi, kwani ukombozi wetu u karibu sana. Pia leo tutawasha mshumaa wa furaha. ni mshumaa wa furaha, kwani Bwana yu karibu. Ahadi ya Mungu ya kumtuma mkombozi ambaye atatukomboa na kuletea furaha ya kweli imekaribia. Somo letu la kwanza natoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 35 aya ya kwanza hadi ya sita na aya ya kumi. Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi, litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba, litapewa uzuri wa Lebanoni na utukufu wa Karmeli na Sharoni, watauona utukufu wa Bwana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 Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili ni waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote, sura ya tano aya saba hadi ya kumi. Ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Ndugu, msinung'unikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Neno la Bwana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 haijaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohani Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristu. Ndugu apendwa katika somo la kwanza nabii Isaya anawaasa Waisraeli wafurahi kwani Bwana amekaribia kuwakomboa. Nabii Isaya anawaambia wafurahi, kwani wakati huo Waisraeli walikuwa hawana furaha kutokana na sababu zifuatazo: Wakati huo Yerusalemu ilikuwa imeharibiwa vibaya na wanajeshi kutoka Babeli. Hekalu limebomolewa, nyumba zimebaki kuwa magofu. Baadhi yao walikuwa wamechukuliwa mateka, wapo utumwani Babeli wakiteswa na kunyanyaswa. Baadhi yao walikuwa wamebaki Yerusalemu, hasa wazee, wagonjwa na watoto ambao hawakuwa na matumaini tena ya kuonana na ndugu zao. Hivyo makundi yote mawili walikuwa hawana furaha. Waliochukuliwa mateka walikuwa hawana furaha Kwani huko waliteswa na kunyanyaswa na waliobaki Yerusalemu, wazee wagonjwa, watoto nao hawakuwa na furaha, kwani hekalu limebomolewa, vijana wenye nguvu wamechukuliwa, na pia wametengana na ndugu zao. Hivyo katika changamoto hii, nabii Isaya anatoa ujumbe wa matumaini kwamba Mungu anakuja kuwakomboa na mateso hayo yote, hivyo wanapaswa kufurahi. Ndugu wapendwa, katika somo la injili tunapata habari njema ya furaha kutoka kwa Kristo kupitia jibu alilotoa kwa wanafunzi wa Yohani akiwaambia nendeni, mkamweleze Yohane habari ya mambo mnayosikia na kuyaona, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakata, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa na maskini wanahubiriwa habari njema. Makundi hayo yote, kutokana na shida walizokuwa nazo, hawakuwa na furaha. Yesu anawatakasa na kuwaponya ili wawe na furaha. Katika somo la injili tumesikia Yohani Mbatizaji anatuma wanafunzi wake wawili kwa Yesu wakamuulize kama yeye ndiye Masia ajaye au wamtazamie mtu mwingine. Kwa maneno mengine, alimaanisha kama yeye ndiye Masia aliyesubiriwa kwa hamu au siye, au yeye siye Kristo, bali wamtazamie mtu mwingine. Ndugu wapendwa, swali hili linatufanya tujiulize maswali mengi, kwani ni kama linaonyesha imani haba ya Yohani Mbatizaji anauhakika kama Kristu ndiye masia aliyesumiliwa. Kinachotushangaza zaidi ni kwamba Yoa mbatizaji na Kristu ni ndugu. Je, hawakufahamiana? Yoan mbatizaji ndiye aliyemwandalia Kristu njia kwa kuwaubilia watu wafanye toba na kuwabatiza kwa ajili ya maandalizi ya ujio wa Kristu. Yoan mbatizaji ndiye aliyembatiza Kristu mtoni Yorodani. Je, hakujua kwamba ni Kristu? Injili ya Mathayo sula ya tatuya ya 13 hadi yauiasab Yohani mbatizaji ndiye aliyemtambulisha Kristu kwa watu akisema, huyu ndiye masia aliyesubiriwa. Yohani mbatizaji ndiye aliyemfanya Kristu afahamike. Yohani alijishusha ili kumdhimisha Kristu, Injili ya Marko sura ya kwanza ya saba hadi ya nane. Hivyo tunajiuliza maswali mengi: Yohani mbatizaji alifanya hayo yote kwa maigizo? Je, alikuwa na imani haba? Je, hakutambua kwamba ni Kristu na wakati ndiye aliyembatiza na kumtambulisha? Ndugu wapendwa, Yohane Mbatizaji alitambua ya kuwa Yesu ndiye masiha aliyesubiriwa muda mrefu, na ndiyo maana alimtambulisha kwa watu. Yohane Mbatizaji aliwatuma wanafunzi wake wawili wakamuulize kama ndiye Kristo au amsubiri mtu mwingine kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Yohane alishindwa kutambua utendaji kazi wa Yesu, kwani alidhani Yesu atakapoanza utume wake, wa dhambi watakiona cha moto. Ndiyo maana katika somo la injili ya jumapili iliyopita alisema atakapokuja atang'oa miti isiyozaa matunda mazuri. Maana yake wadhambi wataangamizwa. Injili ya Mathayo sura tatu, huu, ya tatu aya ya kumi. Ndugu mpendwa, mtazamo huu ndio waliokuwa nao Wayahudi. Ni kweli walimsubiri Kristu kwa hamu kubwa, lakini walikuwa na mtazamo tofauti jinsi atakavyofanya utume wake. Wao walidhani atakapokuja Yesu watoza ushuru watakiona cha moto, lakini wakashangaa, ndio amekuwa nao rafiki yao wao walidhani atakapokuja Yesu wazinzi, waasherati, majambazi watakiona cha moto, lakini walishangaa kuona anatembea nao na anawasamehe. Wayahudi walidhani Yesu atakuwa katili kwa wadhambi, atawahukumu na kuangamiza, lakini walishangaa kuona anawasamehe kiurahisi tu. Wao walidhani atakapokuja Yesu atakuwa karibu na matajiri, wasomi, viongozi, Mafarisayo, waandishi, makuhani, kwani walikuwa ni wasomi na walipata heshima katika jamii. Lakini walishangaa, hali ni tofauti na matarajio yao. Walishangaa kuona maskini, wanyonge, wadhambi, watu waliosahaulika na kudharaulika katika jamii, ndiyo Yesu yupo nao karibu zaidi. Wao walizani atakapokuja Yesu atakazia zaidi sheria kuliko upendo. Walishangaa kuona na kazia zaidi upendo kuliko sheria, mfano kusamehe saba mara sabini kumpenda adui yako na kadhalika. Hivyo, kwa kuwa Yesu alifanya utume kinyume na matarajio yao, hivyo wakawa wanajiuliza Je, ni yeye waliyokuwa wanamsubiria au wamtazamie mwingine? Ndio maana Yesu aliwaambia, kamwambie wagonjwa wanapona, vipofu wanapata kuona tena. Kilichowaumiza zaidi ni upendo na huruma yake isiyo na mipaka. Kilichowaumiza zaidi ni kitendo cha Yesu kuwa karibu zaidi na wadhambi. Hiyo, ndugu zangu, tutambue ya kwamba hao tunaoona ni wadhambi, makahaba, wavuta bangi, walevi, ndio ambao Kristo yupo nao karibu zaidi ili kuwaokoa hivyo nasi tusiwadhalau na kuwatenga na kuwasimanga, bali tunapaswa kuwa nao karibu zaidi ili kuwaokoa. Sababu ya pili ya Yohane kuwatuma wanafunzi wake ili kumuuliza kama yeye ndiye Masia au amsubiri mtu mwingine, Yohane alikuwa anaendelea na zoezi lake la kumtambulisha Kristu kama alivyomtambulisha Kristu mtoni Yordani. Yohane alitaka kuwathibitishia wanafunzi wake kuwa Kristu ndiye Masia aliyesubiriwa. Jibu la Yesu kwa wale wanafunzi ni uthibitisho kuwa yeye ndiye Kristo. Yohana alitaka wale wanafunzi wake wamtambue Kristo na wamfuate. Ndugu apendwa katika sehemu ya pili ya somo la Injili, baada ya wale watu wawili waliotumwa na Yohani kuondoka, Yesu alianza kueleza habari za Yohani kwa kuwauliza kwamba walienda jangwani kutazama nini. Jangwani ndiko alikoishi Yohani Mbatizaji, na watu wengi walienda huko kusikiliza mafundisho yake na kubatizwa. Pia Yesu anamsifu Yohane kwa kusema hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji, Injili ya Mathayo sura ya kumi na moja, ya kumi na moja. Yesu anamsifu ni kwa sababu ya utume wake, unyenyekevu wake, msimamo wake, huwa tayari kufungwa gerezani na kufa kwa ajili ya kumshuhudia Mungu. Nasi tukifanya vizuri utume wetu, tukiwa wanyenyekevu na msimamo katika dini yetu, katika kumshuhudia Mungu, Yesu atatupongeza siku ya mwisho. Ndugu wapendwa, katika somo la pili Yakobo anasisitiza mambo matatu tunayopaswa kuzingatia tunaposubiri ujio wa pili wa Kristo. Yaani, tunapaswa kuwa wavumilivu kuwa, na kuwa na subira na matumaini. Tunapaswa kuwa na uvumilivu, subira na matumaini kama mkulima alivyo na uvumilivu, subira na matumaini katika kuandaa shamba kupanda, kupalilia na kuvuna. Katika kuandaa shamba mkulima anakutana na changamoto, anavumilia. Akisha panda anakuwa na subira na matumaini kwamba ipo siku atavuna. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tutatafakari na kujifunza mafundisho manne. Fundisho la kwanza, tufanye nini ili tuwe na furaha. Fundisho la pili, mambo ya kuepuka yanayoondoa furaha. Fundisho la tatu, namna ya utendaji kazi wa Masia tunayemsubiri. Na fundisho la nne, tufanye nini tunaposubiri ujio wake. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaanza kutafakari ni tufanye nini ili tuwe na furaha katika maisha yetu. Kwanza, tutimize vizuri majukumu yetu. Ndugu wapendwa, Yohane Mbatizaji licha ya kwamba aliishi maisha duni, mavazi duni, chakula duni, licha ya kwamba alipitia magumu kufungua gerezani, lakini alikuwa ni mtu wa furaha. Ni kwa sababu alitimiza vizuri majukumu yake. Hata katika somo la injili tunaona Yesu anampongeza. Nasi furaha ya kweli tutaipata katika kutimiza vizuri majukumu yetu ya kila siku, katika ofisi zetu, majukumu yetu ya kikanisa, kiserikali, kijamii, nyumbani. Hata tukipitia magumu na changamoto kama tunatimiza vizuri majukumu yetu tutakuwa na furaha. Jambo la pili, tuwe na furaha, ni lazima kusaidia wengine. Yohani Mbatizaji daima alikuwa na furaha kwa sababu katika maisha yake alijitoa ili kuwasaidia wengine, alijitoa ili kuokoa roho za watu wengine kwa kuwafundisha na kuwabatiza. Nasi tunapowasaidia wengine kwa namna yoyote ile, kimwili na kiroho, tunapowasaidia wagonjwa, maskini, yatima, tunakuwa na furaha ya kweli. Hivyo tukitaka kuwa na furaha ya kweli, daima tudumu katika kuwasaidia wengine. Namna ya tatu ya kupata furaha ya kweli, tunapaswa kujitahidi kuto kutenda dhambi. Dhambi daima inaondoa furaha katika mioyo yetu. Mtu anapokuwa katika hali ya dhambi hawezi kuwa na furaha na amani ya kweli ndani ya moyo wake, kwani dhambi humjeruhi mtendaji. Taifa la Israeli walipelekwa utumwani na kukosa furaha na amani, ni kwa sababu ya dhambi. Nne, ili tuwe na furaha, ni lazima kuwa na Mungu rohoni. Mtu ambaye Mungu yupo rohoni mwake daima ana furaha na amani, hata kama anapitia magumu. Yohane Mbatizaji daima alikuwa na furaha na amani pamoja na magumu aliyopitia, ni kwa sababu alikuwa na Mungu rohoni mwake daima. Shetani huleta furaha ya muda tu na huwa sio furaha ya kweli. Furaha na amani itokayo kwa Mungu huwa ni ya kweli na ya kudumu. Tano, ili tuweze kuwa na furaha daima, tukimbilie huruma ya Mungu katika sakramenti ya kitubio. Ndugu wapendwa, sakramenti ya kitubio huleta furaha ya kweli kwa mtu aliyeungama vizuri. Yohane aliwahubiria watu wafanye toba. Sakramenti ya kitubio huponya roho zetu zilizojeruhiwa kwa dhambi, hivyo daima tuikimbilie sakramenti ya kitubio ili kupata furaha ya kweli pale tunapokuwa tumemkosea Mungu. Sita, ili tuweze kuwa na furaha, ni lazima kusamehe. Mtu aliyesamehe anakuwa na furaha na amani ya kweli. Mtu ambaye hajasamehe hawezi kuwa na furaha na amani ya kweli, kwani daima anambeba yule mtu moyoni mwake na anakuwa na uchungu muda wote. Hayo ni baadhi tu ya mambo ya kuzingatia, japo yapo mambo mengi ili tuweze kuwa na furaha. Fundisho la pili la tafakari ni mambo ya kuepuka yanayoondoa furaha. Jambo la kwanza linaloondoa furaha ni kutotimiza vizuri majukumu yetu. Mtu ambaye hatimizi vizuri majukumu yake hawezi kuwa na furaha, kwa sababu nafsi yake daima itamhukumu kwa uzembe wake. Pili, furaha huondolewa kwa kutenda dhambi na kuto kutubu. Dhambi huondoa furaha na amani mioyoni mwa mkosaji kwa sababu dhambi kwanza kabisa inamjeruhi mtendaji mwenyewe. Pili, dhambi inamjeruhi Mungu kwani unakuwa umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tatu, dhambi hulijeruhi Kanisa kwani unakuwa umeenda kinyume na mafundisho ya Kanisa. Nne, dhambi hujeruhi ndugu, jamaa na marafiki, kwani ukitenda dhambi inakuwa ni aibu ya ndugu zako pia. Tano, dhambi hujeruhi jamii kwani ni aibu ya jamii nzima. Kwa kuwa dhambi hujeruhi nyanja zote hizo, mtu hawezi kuwa na furaha na amani ya kweli. Mtu usipotubu, dhambi huacha majeraha ndani ya moyo wako. Jambo la tatu linaloondoa furaha ni kuto kuishi na Mungu rohoni. Ukiruhusu Kristo azaliwe na kukaa ndani ya moyo wako, utakuwa na furaha na amani moyoni mwako. Ukiruhusu Kristo akumiliki, utakuwa na furaha na amani, ila usipomruhusu Kristo azaliwe na kukaa ndani ya moyo wako na badala yake ukamruhusu shetani akutawale na kukumiliki huwezi kuwa na furaha na amani ya kweli. Nne, jambo linaloondoa furaha ni vita na mateso. Taifa la Israeli walipokuwa utumwani walikosa furaha kwa sababu walinyanyaswa na kuteswa. Watu wanaoishi nchi zenye vita hawana furaha ya kweli, kwani muda wote ndani ya mioyo yao wana hofu na wasiwasi. Magonjwa huleta huzuni. Yesu amekuja wa kuponya wagonjwa ili kuleta furaha. Ndugu wapendwa, fundisho la tatu tunalotafakari ni namna ya utendaji kazi wa masia tunayemsubiri. Ndugu wapendwa, katika somo la injili tumeona wayahudi jinsi walivyokuwa na mtazamo tofauti juu ya utendaji kazi wa masia waliokuwa wanamsubiri. Wao walidhani kuwa Kristu atakuwa katili kwa wadhambi, lakini hali ilikuwa tofauti na matazamio wa yao. Wao walidhani wadhambi watakiona cha moto atakapokuja Yesu. Ndugu wapendwa, nasi kwa kiasi fulani tuna mtazamo kama Wayahudi tunashindwa kuelewa utendaji kazi wa Kristo. Tunaona Yesu anatenda tofauti na matazamio yetu. Baadhi yetu mpaka leo tunashindwa kutambua kwamba huruma na upendo wake hauna mipaka. Tunashangazwa na huruma na upendo wa Mungu usio na mipaka, kwamba mtu ameua, ameiba, amezini, lakini akitubu vizuri anasamehewa. Mara nyingi tunatazamia mtu akifanya makosa makubwa, kinachofuata ni adhabu kali, lakini tunashangazwa na huruma ya Mungu isiyo na mipaka kwamba hao tunaoona sisi ni wadhambi Mungu ndio anakuwa nao karibu zaidi ili kuwaokoa. Kwetu si binadamu, wakati fulani mtu akifanya makosa makubwa, kwanza kabisa tunamtenga na kumpa adhabu kali. Wayahudi walidhani atakapokuja Yesu, wadhambi, wazinzi, walevi, wezi, watoza ushuru, mafisadi watakiona cha moto. Lakini hali ilikuwa tofauti. Wakajiuliza, ndiye yeye tuliyemtazamia au tumtazamie mtu mwingine? Wakati mwingine hatuungami ni kwa sababu hatuelewi utendaji kazi wa Yesu katika sakramenti ya kitubio. Huenda tunajiuliza, hivi padri ana uwezo wa kuondoa dhambi kweli? Mbona ni binadamu wenzetu, na tena ni mdhambi? Tunapojiuliza maswali hayo, tunakuwa hatuna utofauti na Wayahudi ambao hawakuelewa utendaji kazi wa Yesu. Wakati mwingine hatupokee sakramenti ya Ekaristi kwa sababu ya imani haba, na hatujui utendaji kazi wa Yesu katika sakramenti ya Ekaristi. Tunajiuliza, je, Yesu yupo kweli katika maumbo ya mkate na divai? Ndugu wapendwa, hatupaswi kuweka mipaka juu ya utendaji kazi wa Kristo. Tusiweke mipaka juu ya huruma na upendo wake usio na mipaka kwetu sisi binadamu, bali tunapaswa kuikimbilia huruma yake katika sakramenti ya kitubio ili Kristo azaliwe katika mioyo yetu. Nasi watumishi wa Mungu tunapaswa kusisitiza zaidi juu ya huruma na upendo wa Mungu kwetu sisi binadamu, tusisitize toba zaidi kuliko kuwatisha zaidi. Ndugu wapendwa, somo la injili linatuasa tufurahi kwa sababu Kristo anakuja kuokoa na sio kuangamiza wa dhambi kama Wayahudi walivyofikiria. Tunapaswa kufurahi kwani Kristo anakuja kutakasa na kuponya kama alivyowajibu wanafunzi wa Yohani akisema kamwambie, wagonjwa wanapona na vipofu wanapata kuona tena. Magonjwa huondoa furaha, hivyo Yesu anaponya magonjwa ili tuwe na furaha. Fundisho la nne Ndugu wapendwa, fundisho laini tafakari, tufanye nini tunavyosubiri ujio wa Kristo? Ndugu wapendwa, katika somo la pili Mtume Yakobo anasisitiza mambo matatu: uvumilivu, subira na matumaini, kama mkulima anavyovumilia katika kuandaa shamba lake, kupanda, kupalilia na kuvuna. Na muda huo wote, baada ya kupanda, mkulima anakuwa na subira na matumaini kwamba ipo siku atavuna, licha ya hizo changamoto zote. Hivyo nasi, licha ya magumu na changamoto zote tunazozipitia kwa sasa tunapaswa kuvumilia na kuendelea kusubiria ujio wa Kristo kwa matumaini. Mkristo ambaye hana uvumilivu, subira na matumaini daima atakuwa ni mlalamikaji na mnung'unikaji. Ndiyo maana Yakobo anatuambia tuache manung'uniko kwa changamoto tunazozipata katika kumsubiria Kristo, na mkristo ambaye daima analalamika na kunung'unika hawezi kuwa na furaha ya kweli. Mkristo ambaye sio mvumilivu, hana subira na matumaini, hawezi kuwa na furaha ya kweli, ila mkristo ambaye ni mvumilivu anasubira na matumaini katika Kristo daima atakuwa na furaha ya kweli. Ndugu wapendwa, pia tunaposubiri ujio wa Kristo tunapaswa kuwa wanyenyekevu na msimamo kama Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji alikuwa na msimamo katika kumtumikia Mungu, hakuyumbishwa na watu wengine. Na sisi wa Kristo tuwe na msimamo katika kumshuhudia Kristo, tusiyumbishwe na changamoto, tusiyumbishwe na madhehebu mengine. Katika somo la Injili Yesu anampongeza Yohane ni kwa sababu ya msimamo na unyenyekevu wake. Alikubali kufungwa gerezani na kufa kwa sababu ya kumshuhudia Kristo. Injili ya Mathayo sura ya 11, 11. Nasi tuwe na msimamo na unyenyekevu huo, hata Yesu atakapokuja atupongeze hivyo. Ndugu zangu, tuombe neema ya kujiandaa vizuri kwa kutimiza vizuri majukumu yetu, kusaidia wengine, kutubu, kusamehe, ili Kristo azaliwe katika mioyo yetu na kutujalia furaha ya kweli na ya kudumu. Pia tuombe neema ya kumsubiria kwa uvumilivu, subira, matumaini, unyenyekevu na msimamo kama Yohani Mbatizaji. Itukuzwe Damu ya Kristo, milele ya Amina. Aliyowaletea tafakari ya leo ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la Damu Azizi ya Yesu na neno la Mungu